Hello mambo vipi, naitwa Navigeta Chindule. Leo ni siku nyingine bwana, leo bwana, nipo zangu pande za ununio. Yeah, ununio mnalawatigo kunaitwa ununio mnalawatigo, mnaenye ndio ule pale. So niko zangu huku kuja ku explore e, neighborhood hii ambayo inakuja kuwa richest neighborhood miongoni mwa richest neighborhood katika jiji la Dar es Salaam. So ungana nami mpaka mwisho ili uweze kujionea ni yapi yanapatikana katika neighborhood hii hapa ya Ununio, Ununio Beach, Dar es Salaam yap. Na pia usisite kuni komenti hapo chini lolote unalojua kuhusiana na Ununio yap, basi nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote ile ya h ni Unu, Ununio Beach Dar es Salaam ni upcoming neighborhood e, ingawaje haijapigwa lami, lakini ni upcoming neighborhood ambayo watu ambao wanaishi huku wengi ni watu ambao wamejipata. So niandikie kwenye comment. Una, unajua nini kuhusiana na neighborhood hii ambayo imejengwa kwa mitaa, kama unavyoweza kuona imejengwa kwa mitaa. Ukiangalia huku ni mtaa umenyooka, ukiangalia huku pia ni mtaa umenyooka, so niandikie unafahamu nini kuhusiana na naibaudi hii hapa ya Ununio yep. Inapatikana katika manispaa ya Kinondoni kama kawaida yeah. huu ni mfululizo wa zile video zetu za HD yeah. kama sio 4K ehe, kutokana na yale mengi ambayo mmekuwa mkituandikia kuhusiana na na video zetu, so tumeamua kuja na muundo wa HD au 4K yeah. So unaweza ukatukomentia hapo chini kutuandikia unaonaje video hizi okay, zinaonekanaje, ili tuendelee kuboresha zaidi. Hii ni Ununio for you. Unaweza ukaona ni namna gani eh, nyumba za huku zilivyokuwa zina determine, zina define wakazi wake, yeah. Hiyo Ununio unaweza ukaona ili bangalow hapo mbele ambayo linatutazama eh, ni world class house yeah. Unaweza ukaona Alafu kumejengwa kwa mitaa kama unavyoweza kuona yeah. So this is Ununio 2025 yeah. Matajiri wanajificha huku yeah. Mitaa ambayo ni karibu na bahari ya Hindi y yeah. huku wamenyimwa tu barabara za lami, lakini ni mitaa ambayo of course wamejichagua watu matajiri tupu. Tunaweza tukasema tume tukasema hawa matajiri tupu, kwa sababu wao mwenyewe wanajionea ni namna gani kunavyofanania. Eh, kila nyumba ipo ndani ya fensi eh, eh, na ni nyumba za hadhi ya juu kwa hiyo wamenyimwa tu barabara za lami. Nahisi hawako mbali na, na wao kupokea ule mradi wa barabara zile za lami ya kama ambavyo mitaa mingine imepokea. Kwa hiyo waendelee tu kuvumilia. Ngoja mimi ni kupitisha uweze kuona jinsi gani kulivyojengwa kwa mitaa mitaa Yani wamejua kujipanga. Yani unajua uzuri, mkijenga kwa mitaa inakuwa rahisi hata huduma zingine kuwafikia. Ndio kitu ambacho kinaendelea huku Ununio, kumejengwa kwa mitaa, kiasi kwamba hata barabara kama hapa, maanake inapita kiulaini. Kwa hata mitaa mingine maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam wajifunze kutoka kwa hawa watu wa Ununio, ambao ni sehemu ambayo haina lami, lakini wamejenga kwa mitaa. yeah, unaweza ukaona wamejenga kwa, kwa mitaa kiasi cha kuwafanya washawishi e, upatikanaji wa hizo huduma zingine kiurahisi ya yeah. Hiyo hawana miaka mingi ya wana wao watapokea barabara za lami e, kama Kijichi na maeneo ya Mbweni na maeneo mengine, na kutakuwa kushikiki huko ya neighborhood kama unavyoweza kuona wewe mwenyewe unajionea wamekosa tu lami yeah. Lakini ni neighborhood ambayo iko well organized yaani ime imepangwa vizuri ya yeah. This is Ununio, Ununio beach Dar es Salaam. Bei za viwanja huku ni bei ghali sana, inaweza ikaanzia milioni mia nne Yeah, kwa makisio ya yep. Kwa sababu uh, jinsi ilivyopangwa tu inakuonesha ni jinsi gani huku kuna uh, kuna gharama kubwa kuishi, yeah. Na nyumba zake tu zinakuonesha ni jinsi gani kwamba huku ni gharama kiasi gani kuishi, so hata bei za viwanja mitaa hii itakuwa ziko juu sana kuanzia mamilioni ya fedha ya. Kwa hiyo kama una ndoto za kuja kuishi huku basi jipange, jipange uwe na fedha za kutosha, uwe na fedha za kutosha ya, kwa sababu wewe mwenyewe unaona kila mtu amejifungia kwenye geti lake, imekosekana tu barabara za lami na kitu ambacho kwa jinsi walivyojipanga kimitaa haitachukua muda mrefu, watafikiwa na hizo barabara, na hapo sasa ndio itakuwa barabara nyingine, kutakuwa kushikikiki huku. Kwa hiyo kama una ndoto za kuja kuishi katika mitaa hii huku ya, ya Ununio bichi, basi pambana mapema hii hii kabla ya kujafikiwa na lami huku uweze uweze kuwa umeshafika huko, kwa sababu zikija ikafika lami huko, I swear kutakuwa hakushikiki kabisa, yeah. Kutakuwa hakushikiki kabisa kabisa. So hii huku ndo Ununio Beach, tukiendelea ku explore kuweza kuona mambo mawili matatu ambayo yanapatikana katika neighborhood hii hapa, ambayo of course ni richest neighborhood ambayo imekosa lami tu so, niandikie kwenye comment neighborhood gani nyingine ambayo wewe unatamani tuweze kufika na kuiona. Ehe, sababu tumetembea katika neighborhood nyingi za kila aina. Ehe, so nachohitaji ni kusikia kutoka kwenu mnatamani tuone neighborhood gani zaidi ambayo itakuwa ina mambo mengine ya kuweza kuyaona. Hii ni Ununio. Ununio eh, ni neighborhood ambayo ni ne maarufu, imeimbwa sana eh, eh, lakini imekosa tu la barabara za lami. So unaweza ukaona kama hii hapa, ilipagale i don't know kama linauzwa lakini unaweza kumtafuta mwenyewe akakuambia kama anauza ukajipanga, yeah. ya ukaja kuishi hapa, ukaona kaa katika mtaa huu wakayanza yeah. unaweza ukaona yeah. So wewe unaionaje Ununio na unaifananisha na naibahudi gani katika jiji la Dar es Salaam eh? huu ukiwa mtaa wa Kayanza huku, ya ngoja tuingie mtaa wa Kayanza tuweze kuona unaza, ukaona ka mtaa wa Kayanza, ya ameandikwa mtaa wa nini? Mtaa wa Kayanza eh. Tuingie mtaa wa Kayanza tuweze kuona yepi anapatikana katika mtaa wa Kayanza huko ununio bichi Dar Salaam. Ni sehemu maarufu sana hapa, kama unaijua basi tuandikie hapo unaijua kwa lipi Ununio ya mile ndo niko huku nikija kue t kuona yapi yanapatikana katika maeneo haya hapo ya Ununio. Yeah. Huku ndo mtaa wa kayanza ya yeah. So ya tuendelee huku, tuendelee huku. So Dar es Salaam ni kubwa, Dar es Salaam is, is everywhere. Kila sehemu ina mambo yake ndani ya Dar es Salaam na hii ni Ununio na mimi ni mara yangu ya kwanza kufika hapa, kama nyinyi nilikuwa nahitaji kuja kuona ye pia anapatikana Ununio haya ndiyo yanapatikana Ununio. Ununio ni neighborhood ya kitajiri lakini imekosa barabara za lami, kitu ambacho tunakipa muda mfupi. Ya hii Ununio tunaiona leo haitakuwa hivi, ya Ununio beach haitakuwa hivi kwa sababu ni neighborhood ambayo ni mashughuli sana. Kwa hivyo tunatazamia miaka ya minne mbele, labda pengine itakuwa ni neighborhood mashughuli iliyokamilika, yani itakuwa tayari imesakafiwa kwa lami. So, what do you think think about Ununio? Unafikiria nini kuhusiana na Ununio? Nini zaidi kifanyike kusia hapa Ununio? Uh -huh. uh. Sauti so zako zilikuwa zipi foti zako zilikuwa zipi? Ulikuwa ukiwaza nini kuhusu Ununio? Basi leo mimi nimekupitisha hapa uweze kuona angalau kwa uchache eh, ii neighborhood ambayo ilikuwa ama inazungumzwa inazungumzwa sana miongoni mwa neighborhood za Kishua jijini Dar es Salaam. Labda kitu ambacho kinaifanya iwe underrated kwa sasa ni kutokana na kwamba imeachwa mbali na neighborhood kama vile Masaki, Mbweni, Kawe Mikocheni ya imeachwa mbali, kwa sababu neibahudi hii hapa haina barabara za lami ya ni neibahudi ambayo ipo na barabara za vumbi, lakini kuhusiana na mijengo, basi mijengo yake imejengwa ime, ime vizuri kama ile tu ya neibahudi ya hizo zingine ambazo zimesakafiwa kwa lami. Kwa hiyo hii ndio Ununio ya yep na wewe kama ni mwekezaji na unahitaji kuwekeza, mimi ndio nakupitisha humu uweze kuona na wewe mwenyewe uweze kuchagua, unahitaji nini, unahitaji kuwekeza wapi? Basi fika hapa Ununio na uwekeze hii, yeah. Ndio Ununio Beach, Dar es Salaam, eneo ambalo limeimbwa sana, limeimbwa na Beka Flavor, eh na wengineo wengi. Ni neibahudi ambayo wanakaa watu ambao wamejipata, tunaweza tukasema hivyo. Wewe mwenyewe umeona, eh, umeona kwamba si neibahudi ya sisi pango pakavu chiti ya mchuzi. Ni neibahudi ambayo inahitaji mtu mwenye msuli wa kiuchumi. Tunazungumzia msuli, ni ule msuli wa kiuchumi, kwa sababu katika neibahudi hii sijaona maduka ya kawaida, manake hapa huduma watakuwa wanaenda kuzifuata Kunduchi au mjini. Ya sasa, hiyo itakuhitaji uwe na msuli wa kwenda ku, kuhemea vitu vya wiki nzima ya. Lakini kama wewe msuli wako ni wa shilingi mia wa kuhemea kila siku, basi ununio haikufai ya haikufai. Tuendelee kuishi buza na maeneo mengine ya, tuingia upande huu ambayo barabara hii hapa itakutoa moja kwa moja mpaka katika barabara kubwa ya ya Kunduchi bahari bichi Ununio yapo ambayo ni, ni, ni barabara ya lami sasa ya. so ni komentie hapo chini unaionaje Ununio? mabadiliko gani unayaona? nini kifanyike Ununio izidi kuwa supabu kama richest neighborhood zingine ambazo tunazifahamu katika jiji la Dar. Basi andika hapo chini na mimi nitapita na comment yako bila tabu yoyote ile. Ya. Mimi tu Navigeta Chinduli, tuendelee ku explore the beautiful of Dar es Salaam. Ya, nadhani unaona mwenyewe magari ambayo yananikabili ya, mbele yangu hapo ni magari ambayo yanaonyesha watu wanaoishi huku ni watu wa aina gani? Ni magari ya ya bei mbaya, marenji yep. So huku si sehemu ka kawaida ya yeah. Zokaona hapa renji yep, Kwenzetu so, tuendelee ku explore yapi yanapatikana huku Ununio beach Dar es Salaam yeah. Mi lengo langu ni kukupitisha katika chocho kwa chocho mtaa kwa mtaa uweze kujionea mwenyewe, alafu wee utasuggest yeah, ya suggestion zako ziandiki hapo chini, unazionaje neighborhood za Dar es Salaam? Yeah. Na maendeleo yake unaonaje? mimi yeah. Dar yeah. es Salaam. Pia kwa ni nikomentie hapo chini like, share, subscribe ili mimi niweze kujua eh yeah. nini nifanye zaidi eh yeah. kuwaletea kuwaletea video kali yeah. So hii ndo barabara kubwa ya Bahari Beach, Kunduchi, Ununio, tuendelee. Uh -huh. ita huku unaweza ukaona hii ndo barabara kubwa ya Bahari Beach, Kunduchi, Ununio. Yeah. Ukiendelea mbele huko, kwa mujibu wa wenyeji, na kupeleka mpaka Mbweni na maeneo mengine ya shoroba ama rasi ya Msasani, rasi ya rasi ya Msasani, unaweza kaona. So leo niko mitaa yenu huku ya Ununio. Kama wewe ni mwenyeji wa maeneo haya, basi comment hapo chini. Mimi leo ndo nipo huku, nimekuja ku explore kuweza kuona mambo gani yanapatikana Ununio beach. eh Uh, kwa mbali unaweza ukaona mikoko mangrove trees na uh, unaweza ukaona ule mradi wa nyumba ambazo unaonekana ndo zimefeli zime pale ya yeah. Sijui zimefeli sijui imekuaje lakini unaweza ukaziona p pale, pale zile pale yep. So this is Ununio for you yeah. So ni komenti hapo chini, unaionaje? Niiyo na nini kifanyike? Aha, nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote hii ja. Lakini pia komenti hapo chini kuhusiana na video zetu, unazionaje sasa hivi video zetu katika muonekano huu wa HD komenti hapo chini, nini tuendelee kuboresha au kama inatosha, basi tuandikie hapo chini, nami nitapita na komenti zako na kuzifanyia kazi kama ambavyo tulizifanyia kipindi kile, wakati tupo katika muonekano mdogo. Mpaka sasa tumepata hizi HD, naweza ukaona Ununio for you 2025 yeah. Unajua lolote kuhusiana na Ununio, andika hapo chini, y yep. Na sisi tuweze kujua vizuri zaidi kwamba Ununio hasa eh, inahusu nini? y yeah. Sababu tuko hapa ku explore Dar es Salaam na Dar es Salaam ina wenyewe pia. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wako diasporas ambao walikuwa wanaishi huku zamani wanakumbuka nini katika barabara hii ya Ununio eh, kutokea Bahari Bichi mpaka Mbweni, wanakumbuka nini? Watuandikie hapo ya yeah, interesting stories ambazo wao wamewahi kuzipitia au kuzisikia katika maeneo haya ya Ununio. Basi watuandikie. Mimi leo ndo niko huku, aha, nimekuja ku. kuwapitisha ili muweze kuona yapi yanaendelea katika maeneo haya hapa ya Ununio ya hapa, ni makaburini yeah. Haya huku, kama unavyoweza kuona, ni makaburi ya Ununio ya yeah. So tuendelee ku explore kwa mbele, tuweze kuona nini hasa kinapatikana <laughs> This is Ununio for you, baby. Hii ndio Ununio kwa ajili yako. Unaweza ukaona huku yanatoka magari makali tu, ma defender, ma range na magari mengine, kwa sababu huku wanaishi watu ambao ni vibopa, so usiogope sana utakapokuona naona hayo magari ya kwa sababu haya ni maeneo ya watu ambao wamejipata naeza ukaona tunapishana na marenji ma defender, new models maharia, sababu ndio hiyo. Maeneo haya huko ya bichi Ununio na maeneo mengine ni maeneo ambayo watu wamejipata sana, kwa hiyo sio kashangaa kuona tunapishana na magari ya ya design kwa design ambayo ya bei mbaya, sababu ni hiyo tu, kwamba haya ni maeneo ambayo ya watu waliojipata sana yeah. so komenti zenu ni muhimu sana, ili mimi nizidi kuwa kufanya zaidi, kwa sababu mnapo komenti mnanipa nguvu ya kufanya zaidi. Ehe, nami nakuwa napata moyo kwamba watu wana, wanaona kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo unaweza mka comment zaidi muka like, muka share, mka subscribe ili tuzidi kuwa wengi zaidi na tufanye kazi kwa ukubwa wa juu zaidi ya yeah. Hii hapa ni Ununio, naweza ukaona basi hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Navigator Chinduli. Usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare. Leo nilikuwa pande za Ununio hapa yep.